Ikiwa unatafuta kazi au unataka kuongeza ufanisi kazini mwako au unahisi kuna vizuizi au mambo hayaendi vizuri kazini, nyongea hapa ili tusali pamoja. Leo tutasali maombi ya kufungua mlango ya kazi na ufanisi kazini. Mungu si wa ibada tu, yeye pia ni wa mafanikio na baraka kazini. Anapenda kuona watoto wake wakifanikiwa, kwani amesema anapendezwa tukizaa matunda kwa talanta alizotupatia katika Kumbukumbu kumbu la Torati 28 mstari wa kumi na mbili neno la Mungu linasema Bwana atakufungulia hazina yake njema na kubariki kazi ya mikono yako. Hii ina maana kazi yako inaweza kubeba neema ya kipekee. Ufanisi si tu kwa bidii, ni kwa baraka ya Mungu pia. Basi kwa imani tuombe baraka za Mungu za kupata kazi na kupokea baraka kazini. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa nafasi ya kufanya kazi leo. Naomba kila milango ya ajira ifunguke, nielekeze kwa nafasi za kutumia vipawa ulivyonibariki nazo. Kila vizuizi vilivyowekwa na adui viondoe kwa jina la Yesu. E Bwana, fungua baraka juu ya kazi ya mikono yangu. Nipe neema mbele za watu, waajiri wakuu wa ajiri, kazi na wateja. Ninakataa kuchelewa, kukataliwa na uzembe wa kiroho. Naomba ubunifu, maarifa na hekima yako kazini kwangu. Popote palipo na ukame, niletee mvua ya baraka. Naamini kwamba nitashuhudia mwongozo wako na kuinuliwa kwa ukuu wako katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amina. Sasa amini na utembee kwa ujasiri. Baraka ya Bwana hufungua milango za ushuhuda. Kama umeomba kwa imani, tarajia baraka. Jiunge nasi kwa maombi zaidi, mafundisho ya kiroho na ushuhuda. Andika kwa maoni hapo chini ya video, ninaamini kwa ajira na ufanisi katika jina la Yesu. Tusaidie kutangaza neno kwa kushiriki video hii na mtu anayehitaji baraka kazini leo. Mungu atawale katika maisha yako. Amina.